Movie inaanza na msichana anayeitwa Emma ambaye ameamka tu. Anachelewa kwenda shule. Emma ni mwanafunzi mzuri na maarufu sana na kwa sababu hii wavulana wengi wanampenda. Kwa upande mwingine kuna mvulana anayeitwa Dean. Dean ni mtu mvivu sana ambaye pia anasoma katika chuo kimoja na Emma. Anapenda kucheza michezo ya video. Baada ya kuondoka kitandani anaenda bafuni kisha anarudi na kuanza kucheza michezo tena. Lakini kila siku baba yake anamkemea kwa kucheza michezo. Baadhi ya wasichana chuoni hawampendi Dean. Emma na dada yake mdogo Stacy wanapelekwa shuleni na mama yao. Stacy anapokuwa karibu kutoka kwenye gari, Dean anafika kwa gari lake. Kumwona Stacy anasema mtu mchafu sana. Mama yao anawaambia wasiseme mambo kama hayo na anawakumbusha kuzingatia masomo yao kabla ya kuondoka. Wakati huo huo, chuoni, Emma anapoongea na dada yake, Stephen anaja na kumkatiza. Steven ni mchezaji wa quarterback. Kuona hili, Stacy anamdhihaki Emma na kusema nijulishe na huyu mvulana siku moja. Emma na Stacy wafikia darasa lao. Stacy anaenda ndani kwanza na kukaa kiti chake, lakini Emma anagongana na Dean ambaye anamwita Princess kwa kejeli na kuondoka darasani. Mwalimu wao Bwana Christian anamuuliza Emma kwa nini amechelewa. Emma anaomba msamaha kwa kuchelewa mwalimu anatangaza kwamba basi la safari ya karamu ya karne litaondoka kesho asubuhi saa saba. Dean amekaa nyuma yao na Stacy anafanya uso wa kuchekesha kumwona bwana Christian, kisha anaeleza kwamba katika siku tatu za mwisho za safari watajifunza juu ya utamaduni wa kisiwa ambacho kinawavutia darasa lote. Wakati wa chakula cha mchana, Emma anapozungumza na marafiki zake, wanaongelea Steven kutoka asubuhi hiyo na kusema safari inayokuja itakuwa ya kufurahisha sana. Stacy anasema kwamba wataweza kuishi kwa uhuru kwenye safari hiyo, lakini Emma anamkumbusha kuwa watafanya kazi pia huko. Macho ya Emma ghafla huangukia Dean ambaye anakatua apple kwa kisu. Kuona hili, Lizzy anasumbuka, ndipo rafiki yake Emma Helen anapoongea akisema kwamba Dean kweli ni mzuri. Dean na Helen wanasoma pamoja lakini Lizzy hakubaliani. Rafiki mwingine hata hivyo anamchukulia Dean kuwa mwanafunzi mzuri. Mara tu mwalimu wao Bikolia anamwendea Dean, anamchukua kisu mkononi mwake na kuelekea moja kwa moja ofisi ya mkuu wa shule kumripoti, lakini Dean haonekani kuwa na jambo lolote kwa sababu Dean hakufuata kanuni za shule. Lizzy anawaambia rafiki zake kwamba Emma haipaswi kujihusisha na wavulana kama yeye hasa kwa kuwa mchezaji maarufu ana mpenda Emma. Asubuhi ya pili Emma anajiandaa, mama yake anamsaidia na maandalizo, na baba yake anamwambia anaweza kufanya chochote kumfurahisha. Emma anawaza mama yake na baba yake. Kwa upande mwingine, baba yake Dean Jack Anamkumbusha jinsi alivyofanya kazi kwa bidii kumfanya Dean ajumuishwe kwenye safari. Anamwambia Dean kwamba alipanga na wafanyakazi wa chuo kwa ajili ya safari, ingawa Dean hataki kwenda. Baada ya maombi ya mara kwa mara kutoka kwa baba yake, hatimaye anakubali kwenda. Chuoni, Bwana Christian anawaambia wote wapande basi. Mama yake Emma Barbara anamwambia ajitunze, baba yake Dean pia anampa ushauri huo huo. Watu wote wanapopanda basi, Steven anamsalimia Emma kisha anapanda basi Steven alipoondoka, Lizzy alianza kumdhihaki Emma lakini Emma alimpuuza. Baada ya masaa machache, wanafunzi wote walifika kwenye eneo la safari. Bikolia aliwaambia wote wanaweza kujistarehesha kwa masaa machache lakini lazima warudi popaki. Akicheza na Emma, ghafla Emma alimwona Dina amesimama peke yake akimtazama. Mara tu Steven alikamata Emma kwenye kiuno na mara Dina alipoona hili aliondoka. Asubuhi ya pili wanafunzi walianza kujenga shule kwa watoto wa kienyeji. Wakati wakifanya hivi Dean alianza kujivunia kwa kufanya mageuzi na mbinu ambayo ilimsumbua Steven. Alilalamika kwa Emma akisema kwamba Dean ataharibu safari. Mwalimu alimwomba Dean ashuke. Jioni ile, Joey aliwaambia rafiki zake kwamba Steven alikuwa amewaalika kwenye karamu kwenye mashua kienyeji. Emma aliposikia hili, alikata simu haraka na wazazi wake, akisema uongo kwamba Bicolia alikuwa anampigia simu. Hakutata kwenda kwenye karamu lakini rafiki zake walimshawishi. Baada ya hapo, wasichana wote waliondoka kwenye karamu kwa gari. Baadaye, Emma alianza kumtafuta Helen kwenye karamu lakini alimwona Steven akimbusu msichana mwingine. Hili lilimhuzunisha Emma na akaondoka. Dean, ambaye alikuwa karibu, alimdhihaki kuhusu mpenzi wake, aliuliza kama yeye na Steven walimpenda kweli. Emma aliyekasirika alimwambia Dean haipaswi kujali yote hayo. Wakati karamu bado inaendelea, polisi ghafla walifika na kuwaambia wote washuke kutoka kwenye mashua. Wakati huo Emma kwa bahati mbaya akaanguka ndani ya maji. Hakuna aliyemwona isipokuwa Dean. Mara Dean alipo na Emma akiogelea, aliruka ndani ya maji kumwokoa. Wote wawili waliogelea kuelekea mashua ndogo na kwa namna fulani walipanda juu yake. Dean kisha alikata kamba iliyounganisha mashua ndogo na mashua hakaramu, kwa sababu alikuwa amelewa na hakutaka kuingia katika matatizo zaidi. Hata hivyo, alimtuliza Emma kwamba watafuata mashua ya karamu na kurudi hivi karibuni. Ghafla dhoruba kali ilivipiga. Walijaribu kukimbiza mashua ya karamu lakini waligundua mashua ndogo hakuwa na injini. Mara tu wimbi kubwa likawagongea mambia Emma ashikilie mashua kwa nguvu na wote wawili walishikamana nayo walipogongwa na mshtuko mkubwa. Siku ya pili hotelini, safari ilighairiwa kutokana na matukio ya usiku uliopita wa karamu. Liza alimwambia Bikolia kwamba Emma hajarudi hotelini na kudhani lazima awe mbali akijishughulisha na mtu mwingine. Liza aliongeza kwamba mara ya mwisho alimwona Emma alikuwa kwenye mashua ya karamu. Kila mtu chuoni alikuwa Emma na wasiwasi kwa Emma na Dean. Wakati huo huo Emma na Dean walikuwa wamekwama katikati ya bahari kutokana na mawimbi Dean angalia simu yake lakini ilikuwa imeharibika na maji. Aliuliza Emma angalie yake lakini hakuwa na ishara pia. Kurudi hotelini, Bwana Christian alikuwa akichukua uwepo na kugundua kwamba wote Dean na Emma hawako. Dean na Emma walikuwa wamekwama kabisa katikati ya bahari. Emma alimwambia Dean kwamba walipaswa kufuata mashua hiyo ya karamu. Dean na Emma walianza kubishana. Kwa umbali waliona kisiwa na Dean alianza kuendesha mashua kuelekea huko. Wakati huo huo, polisi walikuwa wakiwauliza rafiki wa Emma. Waliuliza polisi kama kulikuwa na namna yoyote ya kuwakomboa watoto wawili hao. Polisi walijibu kwamba kuwaleta nyuma ingekuwa ngumu, ambayo ilifanya kila mtu aliyesimama hapo kuwa na wasiwasi na hofu. Baada ya juhudi nyingi, Dean na Emma hatimaye walifika kisiwani. Mara tu walipofika huko, Emma alijaribu kuangalia simu yake kwa mtandao, lakini bado hapakuwa na ishara. Dean alipata bunduki kwenye mashua, aina ambayo inaweza kurushiwa kutema ishara, na akaamua kuiweka kwa upande mwingine. Jack aligundua kwamba mwanawe alikuwa amepotea. Mara moja alikimbilia chuoni na kukutana na mama yake Emma Barbara. Wakati huo, baba yake Emma pia alionekana. Wote walikuwa na hofu na wakaanza kuuliza mkuu wa shule kuhusu watoto wawili hao, lakini mkuu wa shule hakuweza kuwapa habari yoyote. Kwa hivyo wote watu wakatoka bado na wasiwasi mkubwa. Kurudi kisiwani, Emma na Dean walianza kutafuta mahali pa kukaa. Ndani ya msitu walipata maji maji mazuri ya bluu. Dean alivutiwa na kuomba Emma ampige huko lakini Emma alikataa. Hakutaka Dean aingie katika matatizo, na ikiwa kitu chochote kitatokea, huenda asiweze kuhudhuria chuo kikuu cha ndoto zake. Dean alipata sababu yake kuwa ya kushangaza. Baada ya masaa machache, walirudi pwani, lakini hawakumtu yeyote hapo. Kuona hili, wakaamua kurudi ndani ya msitu. Wakiwa wanatembea, Dean alipata pango na kuomba Emma simu yake kutumia kama taa lakini mara tu alipoiangalia ndani, kundi la popo lilitoka. Wote wawili walikimbia kuepuka popo, lakini mwishowe wakateleza kwenye majimaji ya karibu na kuwa wamejaa maji. Baada ya hapo walirudi pwani na kuona kwamba mashua yao ilikuwa imepotea. Walichopata tu ni koti la uokoaji. Walikuwa na wasiwasi kwa sababu walihitaji kurudi nyumbani. Walianza kutafuta vifaa vya kujenga rafti, lakini hawakuweza kupata chochote muhimu. Jioni ilipokaribia, Emma alimuomba Dean aanze moto. Lakini Dean alikuwa amepotea katika muonekano wa jua linapozama. Emma alimuuliza nini kasoro, na Dean alibadilisha mada. Ghafla, Emma alikumbuka kwamba alikuwa na chakula kichache kwenye mkoba wake aliitoa nje na kumpa Dean. Wakiwa wanakula, walianza kuongea na kushiriana mambo kuhusu wao wawili. Wakati huo huo, wazazi wa Emma na Dean walikuwa wakisubiri ndege kwenye uwanja wa ndege ili waweze kwenda kutafuta watoto wao. Usiku, Emma na Dean walikaa karibu na moto. Emma alimuuliza Dean kwa nini alimuita princess. Dean alimwambia kwamba yeye alikuwa msichana bora zaidi aliyewahi kukutana naye yule aliyewahi kutaka kuongea naye shuleni. Walikuwa wamekaa hapo wakati Emma ghafla akasikia kelele kutoka nyuma ya vichaka. Dean alimwambia asiogope. Hakukuwa na chochote huko. Emma mara ya pili aliangalia simu yake kwa ishara lakini bado hapakuwa na mtandao. Wote wawili walianza kujiandaa kulala. Emma alianza kuhisi baridi, kwa hivyo Dean alivua koti lake na kumpa. Emma alijituliza kwamba familia zao zitawakomboa hivi karibuni. Mara tu, Emma alisikia kelele ya kushangaza tena, lakini licha ya kuogopa, kwa namna fulani alifanikiwa kulala. Asubuhi Dean alipoamka, alimwona Emma akiandika SOS kwenye mchanga. Dean alimwomba simu tena, lakini Emma alimwambia betri ilikuwa tayari imekufa. Dean alikuwa akihisi joto, kwa hivyo alikwenda kuogelea. Kumtazama Emma, alijikuta akimvutia zaidi. Wakati huo huo, hotelini, bwana Christian alikuwa akiwaarifu wazazi wa Emma na Dean kwamba polisi walikuwa wakitafuta kwa bidii na walikuwa wamepata mashua walioishiwa nayo. Kisha Jack alimpa bwana Christian pesa fulani kusaidia kuharakisha utafutaji. Bwana Christian aliomba msamaha kwa kila mtu, lakini Barbara alisema yeye pia alitaka kusaidia kupata mtoto wao. Kurudi kisiwani, Emma alikuwa akikusanya maji kutoka kwenye mtondo wa karibu aliposikia kelele ya kushangaza tena. Aliogopa akakimbia kutoka hapo. Dean ambaye alikuwa amemuona akichora SOS kwenye mchanga, aliendelea kumtazama. Wote wawili walikuwa na njaa, kwa hivyo walitafuta chakula na kupata matunda. Baada ya kula vizuri walijenga makazi ndogo. Emma aligundua Dean alikuwa amelala ndani yake, kwa hivyo alikwenda na kulala karibu naye. Ghafla Dean aligeukia kwa Emma na usingizi wake na kuweka mkono wake kwenye kiuno chake. Emma kwa kweli alipenda, kwa hivyo hakujiondoa. Siku ya pili, wakati Emma anaoga kwenye majimaji, Dean alimuomba sunscreen. Emma alimwambia aangalie kwenye mkoba, lakini Dean alisema sunscreen haikuwa huko. Waliingia kwenye mabishano kuhusu jinsi vitu vyao vilivyoendelea kupotea. Wakati huo huo, hotelini, Barbara alikuwa akimfikiria Emma wakati anatazama habari. Walikuwa nyumbani peke yao, kwa hivyo Phil alikuwa akijiandaa kurudi. Barbara bado alikuwa na wasiwasi sana, lakini Phil alimtuliza kwa kumkumbatia na kumwambia kwamba watampata Emma hivi karibuni. Siku ya pili, Jack na Barbara walichukua helikopta kutafuta Emma na Dean. Kurudi kisiwani, Emma alikuwa akijaribu kuanzisha moto na kumwambia Dean jinsi alivyomkumbuka sana familia yake. Ndipo Dean alipopata fuvu la binadamu karibu. Emma alipiga kelele kwa hofu na kuanza kufadhaika, akidhani wanaweza kufa kisiwani kama yule mtu. Lakini Dean alimtuliza kwamba ikiwa wangekaa pamoja wangeweza kurudi nyumbani. Kisha alimbusu, na usiku ulipoanguka wote wawili walipotea katika upendo wa kila mmoja. Baada ya muda, Emma ghafla anaanza kulia akiwa na hamu ya nyumbani. Asubuhi Emma anapoamka, anaona kwamba Dean hayupo. Anamuita mara nyingi, lakini hamuoni. Ana hofu sana, na akaenda ndani ya msitu kutafuta Dean. Baada ya muda anamkuta akichimba shimo kuzika fuvu mbinadamu Emma haelewi, Dean anafanya nini hapo, anamuuliza anafanya nini lakini Dean anasukuma na kusema hahitaji msaada wowote kutoka kwake. Hili limemuumiza Emma na anamwambia angalau aeleze kinachotokea. Ghafla Emma anaanguka na kujeruhi goti lake. Dean mara moja anashughulikia jeraha lake na kumuhakikishia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, kisha anamwambia kwamba alimuona mama yake wakati alikuwa mdogo sana na hakupata nafasi kumzika. Kwa hivyo kwa kuzika fuvu hili anatumaini kupata utulivu fulani. Emma anahisi moyo kwa hadithi yake. Baada ya haya wote wawili wanaenda kuoga kwenye majimaji ya karibu. Baada ya muda mfupi inaanza kunyesha. Dean anaanza kufurahia mvua kwa ucheshi na Emma anamtazama kwa furaha. Hivi karibuni wote wawili wanaanza kucheza katika mvua na mwishowe wanabishana. Karibu mwezi mmoja baadaye, habari zinaripotiwa kwamba utafutaji wa Emma na Dean lakini rafiki yake Emma bado anaamini kwamba wako hai mahali kwenye kisiwa Barbara, mama yake Emma anahisi vivyo hivyo. Kwa hivyo yeye na Jack wanachukua helikopta kutafuta Emma, wanasambaza machapisho na taarifa za Emma na Dean kusaidia na utafutaji. Baada ya kufanya kila walichoweza, Jack anamwambia Barbara kwamba wamejaribu kila kitu lakini bado hawakuweza kuwapata na kwamba wanapaswa kurudi nyumbani. Kusikia hili, Barbara anasikitika na ondoka kwenda nyumbani. Wakati huo huo, Dean anamwambia Emma kuhusu taa ya kijani kibichi mama yake aliwahi kumwambia. Anasema inaonekana wakati wa machweo, lakini hakuwahi kuiona mwenyewe. Wiki zinapita na wote wawili wanafurahia mazingira mazuri ya kisiwa, wanapiga mbio ndani ya bahari, wanafurahia na kuwa karibu sana na kila mmoja, wakitumia nyakati nzuri pamoja. Siku moja, Emma anamwambia Dean kwamba anaonekana tofauti sana shuleni na ana kiri anampenda. Kusikia hili, Dean pia anakiri kwamba anampenda Emma pia na alikuwa akiangalia kwa siri shuleni. Baadaye, wakiwa porini, Emma analala usingizi, ghafla anaamka kwa sauti ya helikopta. Anamwamsha Dean pia na anaanza kutafuta bunduki yao ya mwanga, lakini haipati. Emma anamkimbilia, lakini kufikia wakati wako tayari, helikopta tayari imekwenda mbali. Wote wawili wanaanza kutafuta bunduki ya mwanga tena na kuanza kushuku kwamba mtu mwingine anaweza kuwa kisiwani akiwaiba vitu vyao. Siku nyingi zinapita, lakini hakuna anayekuja kuwakomboa. Wakiwa wamekaa ndani ya kibanda, wanaongelea juu ya uwezekano wa kwenda ndani zaidi ya msitu kuishi. Ghafla wanasikia sauti ya mnyama. Dean anaenda ndani ya msitu kutafuta mnyama na Emma anamfuata. Dean anapoangalia kushoto, anaona chui mweusi, akiogopa anaanza kukimbia, lakini mguu wake unakwama na anaanguka chini. Baada ya muda, Emma anamfikia Dean na anaona kisu mkononi mwake na chui mweusi aliyeuawa amelala karibu naye. Siku nyingi zimepita na Emma na Dean wameanza kuelewa jinsi ya kuishi kisiwani. Wamejifunza jinsi ya kuishi hapa. Hata wanajua jinsi ya kuwinda sasa, na wakati mwingine hujenga vibanda vidogo. Jumatatu, Ema anafanya alama za kuhesabu kwenye mwamba, kuhesabu siku ngapi wamekuwa hapo. Wakati unapopita wawili hawa wanakaribia na kupenda zaidi. Siku ya pili, Ema anaua Dean, anamuuliza kama anaweza kuwa mjamzito ili ahisi vizuri. Ema analala chini na Dean na wakiwa wanazungumza vitu vya Emma vilivyopotea ghafla vinaanza kuanguka kutoka juu. Wanapoangalia juu, wanaona tumbili akirusha vitu vyake. Ghafla helikopta inaruka juu na kuwaona kwenye ufuko. Hatimaye wanakombolewa na kuletwa nyumbani hii. Kwenye uwanja wa ndege, rafiki na familia za Emma na Dean wanawakaribisha kwa furaha, lakini Dean hafurahii. Siku moja anamtembelea Emma nyumbani na kumwambia hajisikii sawa kurudi nyumbani. Anajaribu kumbusu, lakini Emma anajiondoa na kumwambia wajiandae kwa sherehe. Siku ya pili kwenye sherehe, wazazi wao wanaonyesha jinsi wanavyofurahi kuwa na watoto wao tena. Stacy anamuuliza Dean kwa nini hayupo naye badala ya Emma. Dean anajibu kwa sababu, mimi si kama nyinyi wengine. Stacy anasema Emma ni maarufu na hakuna hata anayemjua Dean ni nani. Dean anamwonyesha Emma aje naye lakini anampuuza. Baadaye Dean anaacha sherehe. Mambo polepole pole yanarudi kwenye hali yao ya kawaida. Emma anakuwa maarufu zaidi wakati Dean anakaa peke yake. Kila wanapopitana, wanashiriki tu mtazamo wa kimya. Siku chache baadaye Emma anampigia simu Dean lakini hajibu. Stacy anamwambia Emma kwamba kila mtu anampenda lakini hakuna anayempenda Dean. Hata hivyo anajua Dean anampenda Emma kweli. Emma na Stacy wanakumbatana na kisha kujiandaa kwenda kwenye sherehe. Asubuhi ya pili Dean anatembelea kaburi la mama yake, anamwambia aliona taa ya kijani kibichi usiku huo. Wakati wa sherehe Dean anatazama TV wakati baba yake Jack anamuuliza kama anataka koti lake. Wakati huo huo, Lizzy anamchukua Emma kukutana na mtu. Emma anashangaa, sio mtu mwingine ila Dean amesimama kwenye mvua akimsubiria. Emma hawezi kujizuia tena, anamkimbilia kwake. Wanakaribiana, wanakumbatana na kuanza kucheza pamoja. Asante sana kwa kuungana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii ya kusisimua. Kama umeipenda usisahau kubofya alama ya like na subscribe. Hapa Mastori 24 ili usipitwe na matoleo yetu yajayo. Pia usisahau kutufuata kwenye kurasa zetu za TikTok na Facebook. Tukutane kwenye video ijayo.